Karibu sana kwenye chaneli yetu. Leo tunazungumzia jambo nyeti sana kwenye mahusiano: jinsi ya kutambua kama mpenzi wako anakupenda kwa dhati au anakuchezea tu. Kama umewahi kujiuliza swali hili, basi video hii ni kwa ajili yako. Unajua, mapenzi ya kweli hayahitaji maneno matamu tu, yanahitaji vitendo vinavyoonyesha kujali, heshima na uwazi. Lakini vipi kama unahisi kuna kitu hakiko sawa? Hebu tuangalie dalili kuu zinazoweza kukuonyesha ukweli. Katika dunia ya mahusiano, si kila wakati kutambua kama mtu anakupenda kwa dhati au anakuchezea. Maneno ya mapenzi yanaweza kuwa matamu, lakini vitendo ndivyo vinavyobeba ukweli. Makala hii inakupa mwongozo wa kina wa kutambua tofauti ya mapenzi ya kweli na ya uongo. Moja, maneno na vitendo. Anayependa kweli husema na kupenda na kuthibitisha kwa vitendo, kukujali, kukutunza na na kuwa na wewe katika nyakati ngumu. Anayekuchezea usema maneno matamu bila msaada wa vitendo, anakutaka tu wakati wa raha au anapohitaji kitu. Mbili, heshima na usalama. Mapenzi ya kweli hujengwa juu ya heshima. Mtu anayekupenda hata kudhalilisha, kukufokea au kukudhibiti, ataheshimu maoni yako na mipaka yako. Anayekuchezea anaweza kukuumiza kihisia, kimwili au kukufanya ujiisi mdogo. anaweza kukuongoza kwa hofu au mashinikizo. Tatu, uwazi na mawasiliano. mpenzi wa kweli huwasiliana kwa uwazi kuhusu hisia, mipango ya maisha na changamoto, anakujumuisha katika maamuzi muhimu. mchezeaji hukwepa mazungumzo ya maana, haelezi mipango yake na mara nyingi huweka siri au hatoi majibu ya moja kwa moja. Nne, muda na uwepo Anayekupenda kweli hujitahidi kutumia muda na wewe hata akiwa na ratiba ngumu. Uwepo wake huleta faraja. Anayekuchezea hujitokeza tu anapopenda, mara nyingi bila mpangilio. Anaweza kutoweka bila maelezo na kurudi bila majuto. Anaweza kutoweka bila maelezo na kurudi bila majuto. Tano, jinsi anavyokuzungumzia. Mpenzi wa kweli husema kwa upole, heshima na kujali. Anakutetea mbele za watu na hakuoni kama mzigo. Mchezeaji anaweza kukudhalilisha, kukubeza au kukutumia kama chombo cha kujifurahisha. Mara nyingine husema maneno ya kuumiza bila kujali hisia zako. Sita, malengo ya mahusiano. Anayependa kweli anaonyesha nia ya kujenga maisha ya pamoja, ndoa, familia au maendeleo ya pamoja. Anayekuchezea haonyeshi mwelekeo wa baadaye; akizungumzia ndoa au familia ni kwa utani au kukwepa. Saba, Tabia mtandaoni. Mpenzi wa kweli hana hofu ya kukuonyesha hadharani, anaweza kukutambulisha kwa marafiki au familia, mtandaoni. Mchezeaji ukuficha, hataki uonekane kwenye mitandao yake, na mara nyingi huwasiliana kwa siri au kwa njia zisizo rasmi. Nane, jinsi anavyoshughulikia migogoro. Anayependa kweli kukabiliana na migogoro kwa njia ya heshima, mazungumzo na kutafuta suluhisho. Anayekuchezea ukimbia matatizo kukulaumu au utumie migogoro kama kisingizio cha kuondoka. Mapenzi ya kweli si maneno tu, ni vitendo vinavyoonyesha kujali, heshima na uwajibikaji. Ukiona mpenzi wako anakujali kwa dhati, anakuheshimu, anawasiliana kwa uwazi na anaonyesha nia ya kujenga maisha ya pamoja, kuna uwezekano mkubwa anakupenda kweli. Lakini kama tabia zake ni za udanganyifu na kukufanya ujihisi duni, ni ishara ya kuwa anakupotezea muda. Usiogope kuuliza maswali, kuweka mipaka na kuchunguza tabia kwa makini. Mapenzi ya kweli hujengwa kwa heshima, uwazi na kujali. Kama unahisi mpenzi wako anakupotezea muda, usiogope kuchukua hatua. Maisha yako yana thamani kubwa. Kama umejifunza kitu leo, usisahau kulike, kusubscribe na kushea video hii kwa mtu ambaye unadhani anahitaji kuisikia. Tuandikie kwenye comment ni dalili gani nyingine unazoziona kuhusu mpenzi wa kweli na mchezeaji?